Ujambo mpenzi, karibu tena kwenye chaneli yangu. Kama mgeni tafadhali, mgeni naomba subscribe. Leo nimewaletea mapishi rahisi sana ya bajia za Kihindi ama bajia za dengu, si bajia za, de... za dengu. Kwa hiyo mahitaji ni hiyo, ni spinach, unga wa bajia, teka vikombe kama viwili hivi, alafu tuko na carrot kwenye hiyo sahani na kitunguu maji, kitunguu saumu. Hiyo ambayo nimeweka hapo ni baking powder na baking soda. Kwa hiyo utaweka unga ambapo ndani yake kuna spinach, alafu taongeza vitunguu ama viungo vyote ambavyo nimevitaja kwa kwenye hiyo video. Utachanganya vizuri na chumvi, hakikisha pia umeweka chumvi. Usiweke chumvi nyingi sana, chumvi ambakuwa ni wastani ama kwa ingana mapenzi yako, pia na size ya bajia unapika. kwa hiyo utaeka maji kidogo kidogo ukichanganya na hakikisha unga wako si maji maji sana, si laini sana na wala si mgumu sana. Kwa hiyo hapa faa uwe makini sana, na hakikisha spinach zako, ama unaweza tumia mchicha ama spinach ama sukuma upendavyo, ama unaweza tumia dania bila kutumia sukuma, tumia tu dania peke yake, ambapo kwa pia dania inasaidia na iko na harufu nzuri zaidi kuliko kutumia spinach ama sukuma, lakini mimi nilionelea nitumie spinach maji kidogo kidogo hivyo, hakikisha maji maji si mengi, na hakikisha unga wako si mgumu sana uwe kama hivyo unavyoona kwenye hiyo video. Na hapa, unga wako ukiwa mgumu sana, bajia zako hazitaiva mpaka ndani, zitakuwa nzito, na ukiwa mlaini sana, ziza kunywa mafuta, zinge mafuta ndani kama zipasuka. Na baking powder pia, hakikisha baking soda usiweke nyingi sana. Ukiweka okay, nyingi pia zitafanya bajia zako zitaingia mafuta, zitakunywa mafuta na zitakuwa na mafuta mengi. Kwa hiyo uteka karai yako jikoni, hakikishe mafuta yamepata, yamepata moto. Hakikisha mafuta, moto mafuta kama hivyo, halafu utokota kido, kidogo kidogo. Utategemea pia na size unataka, ukitaka ndogo ndogo utatengeneza, ukitaka nyingi nyingi pia bado utafanya uti, ukitaka kubwa kubwa i mean sorry utaeka Oh, utafanya hivyo, tokota tuna mkono ukitaka na, mkono ukitaka na kijiko, lakini mkono mzuri, itafanya hiyo shape ya round vizuri itakuwa vizuri yani kuliko kukuta na kijiko. Teka hivyo, zipe mda kidogo ukizieka, usizigeuze, zipe mda kwanza, hakikisha mafuta yako ni mengi anafinika yangu kidogo, alikuwa kidogo, kidogo. Lakini hakikisha mafuta yako anafinika na uziache. Ukizieka ziache kidogo zianze kuiva zikazane alafu ndo badilisha upande mwingine zipe kama takriban dakika mbili tatu hivi alafu zigeuze na hapa mapenzi yako tategemea mpenzi unataka bajia zako. Hakikisha moto si mwingi sana wala si kidogo sana, zive vizuri hadi ndani. Narudia tena kwa wale ambao mja subscribe, tafadhali naomba msubscribe, na wale ambao msha subscribe, asanteni sana, muendelee kunisupport na baada hapo utaona bajia zako zimeiva, zimebadilika rangi. Utazitoa polepole zige kwenye ki, kidudui cha kichungio kichuji kichungi, ama kichungi mafuta yake mafuta ya, ya kichuji mafuta na baada ya hapo bajia zako zitakuwa tayari. Unaweza kunywa na kofi, unaweza kunywa ambao ni kahawa ama chai maziwa, kitu chochote kile ambao unapenda. Asanteni sana kwa kuangalia video yangu, tanani tena muda mwingine ama kwenye video nyingine.